Asante, labda hmm, kwa kunyongeza tu hmm, uh, dada Soza na watu wote wanaotusikiliza katika kipindi hiki hmm, kuna swali mimi nataka niwaachie hmm, kwamba je, kila mmoja katika eneo alilopo, tutawaachaje watoto wetu haijalishi ni wa kike au wa kiume Tutawaachaje? Unapouliza swali la tutawaachaje, mm. unaanza katika ngazi ya familia, katika ngazi ya jamii, eneo unalofanyia kazi, katika wilaya yako, mkoa, taifa na hata ulimwengu. Siku haupo, umewaachaje watu wanaokutegemea? Lakini kulingana na miradi hii ambayo tumeifanya au mradi wetu wa, wa elimu, tunasema elimu ni haki kwa watoto wa kike, ni maendeleo endelevu katika ulimwengu. Hivyo kila mtoto wa kike anaomba nafasi, ndio maana analia na kudondosha machozi kusema nipe nafasi ya elimu, ili aweze kutimiza ndoto zake za maisha. Lakini nitoe wito kwa wazazi, sisi sote kama tutawaachaje?